Nyongo naye, kuna mtu hamzungumzi kabisa, hamwongei naye, hamwazimishani vitu. Nilimwambia siku ile, leo kuna majirani wanaishi hata kuazimishana tu kiberiti, haiwezekani. Kwa sababu wana vinyongo, wana visasi, wamejaa sumu mwanani mwao. Ikiwa hayo ndo maisha yako, jiandaye kutokwenda mbinguni. Saa iliyopo ni hii, samehe ndani ya moyo wako utakaposamehe. Hiyo ndio kanuni ya Ukristo na hiyo ndio kanuni ya Mungu wa mbinguni. Kuna saa utakuja kukumbuka kusamehe ama kuomba msamaha ukiwa umechelewa sana. Kabla ya ujachelewa, omba msamaha. Tunapohitaji sasa kuomba kwa ajili ya kuingia kwenye huduma, Mungu wetu wa mbinguni atusaidie, na Mungu wetu wa mbinguni atutie nguvu. Mikutano hii ninajua baada ya kuwa imeisha itakuwa imewasaidia watu wengi hamiria kukaa katika Kristo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, farume mwenye enzi na mwenye mamlaka, ndani ya mioyo yetu tunakuhitaji kweli. Ni kwamba tumekuwa wadhambi, tumekuwa wakosaji, tumekuwa ni watu ambao tumekuwacha sana, lakini tunatamani kwa neema yako utusamehe tumetenda dhambi na makosa mbele zako, tunakusi sasa, za tusamehe jioni ya leo. Lakini kwa kweli hata sisi tuna majirani zetu, tuna ndugu zetu, tuna fanya biashara wenzetu, watu ambao wakati fulani walitukosea walipokuja kuomba msamaha hatukutaka kuwasamehe. Lakini bado hata sisi tumewe kukosea watu na kwa kweli hatukutaka kuomba msamaha, na hata imefika muda tumejenga uadui na baadhi ya watu. Tunakuomba Mungu tusaidie tusamehe kwa dhambi hizo, lakini tusaidie sasa, tutakapotoka hapa, tukajifunze kuomba msamaha, tukajifunze pia kusamehe kabla saa haijafika ya kuchelewa. Saa hii ya jioni ya leo tunaingia kwenye neno takatifu. Falme wa mbinguni, mkutano huu tunaweka mikononi mwako, tunakusii sana Mumbaji Mfalme, wewe ukatie mahali pasiju mbinguni, nenda kasimame mwenyewe kwa ajili ya mkutano huu, utukufu wako utokao juu mbinguni, utukufu wako unaoonekana daima ukatufunike hata sasa. Mtumwa wako anapokuja kusimama kwa ajili ya neno, ninakusihi sana, Mungu wa mbinguni, nenda kamfunike kwa vazi lako la haki. Atakapoanza kunena neno lako Baba, ukaonekane wewe na wala sio yeye. Mpatie maneno ya kweli, maneno yatokayo mbinguni. Na tutakapokuwa tumehubiriwa jioni ya leo, mfalume wa mbinguni, tujalie amani ndani ya mioyo yetu, tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya jina lako. Kie wewe Mungu wa kweli, tunajikabidhi mikononi mwako sasa, tukiamini kuu tuku pamoja nasi ndani yetu. Hapo watu wagonjwa wanasubiri huduma, hawa nao tunaweka mikononi mwako. tunakusi baba wa mbinguni, endelea kuzungumza pamoja nao, endelea kuwatibu magonjwa yao, nenda kawapi amani ya moyo wanapokuwa wanapitia maumivu makali. farme endelea kuwatia faraja, wakuone wewe kwenye maisha yao kangu sasa na hata milele. Tunaomba kwa jina Yesu Kristo, amina. Bwana atubariki.